Leo nitakuletea makosa mawili kasoro mbili ambazo kama rais Samia Suluhu Hassan angeziepuka, yawezekana haya yanayoendelea leo katika siasa za Tanzania yangeepukwa au mizozo ingepungua. Mwaka elfu mbili ishirini na mbili, akiwa ndani ya mwaka mmoja tangu alipokuwa raisi, Nilitoa ushauri ambao aliupuuza. Nilimshauri kwamba ningependa ningefurahi iwapo rais Samia angekuwa rais wa muhula mmoja. Nilitoa sababu na nilitaka kumfananisha na rais Nelson Mandela kwamba Mandela alikaa kwenye kiti cha uraisi kwa miaka minne tu muhula mmoja akastaafu. Alikuwa bado anapendwa, alikuwa bado maarufu, lakini alisema sitaki. Lakini kabla ya kusema sitaki, Mandela alisimamia mabadiliko makubwa ya katiba ambayo yaliibadili sura ya kisiasa ya Afrika Kusini, ikawa jinsi tulivyoijua wakati ule na tunavyoiona leo. Muhula mmoja ulimtosha kubadili sura ya kisiasa ya Afrika Kusini na akastaafu na sifa zake. Nilishauri kwamba hata kwa Rais Samia ambaye urais wake ulipatikana kwa ajali tu, miaka minne ya urais wake ingemtosha, na katika kipindi hicho cha miaka minne angesimamia mabadiliko makubwa ya kimfumo ili taifa hili lipone vidonda vya kisiasa ambavyo vimelisumbua kwa miaka yote. Na yeye akiwa rais ambaye aliingia kwa ajali na ikatokea akawa ni rais wa jinsi ya kike, angeacha historia kubwa sana, angeacha urais wakati watu wanasema mama endelea, mama endelea, angeepusha taifa na mizozo isiyo lazima inayotokana na migogoro ya kisiasa na angeweka alama ya kiongozi mwanamke aliyejitofautisha na wanaume katika uongozi wa taifa. Bahati mbaya, si yeye wala washauri wake walioona umuhimu wa ushauri wangu. Nafahamu baadhi ya washauri wake walimwambia mama, ah, haiwezekani bwana, mula mmoja hautoshi huu umeupata bila kuomba, huu ni urais wa ajali. Basi na wewe pata wa kwako, na wewe andika historia kwamba ulishinda urais. Walimshauri na bahati mbaya akawasikiliza, na matokeo ya kuwasikiliza ndicho hiki kinachoendelea. Maana nilisema wakati ule kwamba iwapo ataamua kugombea akaamua kushindana na wenzie ni dhahiri kwamba hawezi kujenga mazingira ambayo yatakuwa ya haki na usawa, kwa sababu angependa awashinde, awakanyage, awadhalilishe kama wenzake walivyofanya ili kubaki madarakani. Lakini kama angekuwa hagombei, angesimamia mifumo, angeleta mfumo wa kikatiba, angehakikisha mabadiliko yaliyopo ni ya usawa, kwa sababu yeye hana masilahi ya moja kwa moja, ingekuwa ni rahisi kusimamia mabadiliko ya kimfumo. Na kwa sababu aliamua kugombea, ndiyo maana hata mchakato wa mabadiliko ya kikatiba ulishindikana. Hilo kosa kwa la kwanza. Kwa kosa la pili ni pale alipoamua kuachana na mchakato wa mazungumzo ya maridhiano mazungumzo ya maridhiano kwa jinsi yalivyokuwa yameanza, kwa mtu yeyote ambaye anajua mahasimu wawili wanapokutana, hakuna mtu mwenye akili timamu aliyetarajia makubwa katika kipindi kifupi. Kwa sababu gani? Chama cha Mapinduzi, serikali nzima haikutaka jambo hilo, hata washauri wa, wa rais hawakupenda maridhiano. Ilibaki ni rais na watu wachache sana waliokaribu naye waliokuwa wanaona umuhimu wa kufanya maridhiano ya kuleta umoja wa kitaifa ya kuondoa uhasama wa kisiasa na kujenga taifa ambalo mstakabali wake utakuwa kupigiwa mfano kwa vizazi vijavyo. Maridhiano yangeondoa siasa za kikatili, siasa za mauaji, siasa za utesaji, siasa za utekaji maridhiano yangesaidia na yangeboresha mchakato wa kupata katiba mpya. Bahati mbaya, miongoni mwa washauri wa rais wapo waliomwendea wakamwambia, mama, ni mawili tu, we uchague moja. Kama unataka dola, kama unataka kushinda, kama unataka urais, achana na maridhiano kama unataka maridhiano, maana yake unataka kuachana na CCM, maana yake unataka kuwakabidhi wapinzani nchi, kwa sababu maridhiano yataleta usawa ambao utaangamiza chama cha mapinduzi. Na bahati mbaya, kundi lisilopenda maridhiano ndani ya CCM lilikuwa kubwa na lilikuwa na nguvu nyingi, na pamoja na kwamba yeye ni rais, ana vyombo vya dola, angeweza kuli lazimisha hakufanya hivyo. Na hata pale walipoona wamekwama, kwamba wao peke yao hawawezi, kundi hilo lilipata mwanya wa kuchomeka propaganda upande wa pili, ili na wapinzani wazozane, wakati wana sisi mnao wanazozana kuhusu jambo lile lile maridhiano. Wakafaulu kumchomoa rais kwenye maridhiano, wakafaulu kuzima na kuziba mianya yote ilikuwa imefunguliwa wakafaulu kurudisha uhasama na ukatili katika siasa, wakaharibu kila kidogo kilichokuwa kimepatikana, na zaidi ya yote wakavuruga mchakato katiba. Unapoangalia nyuma leo, unaona tumerudi kwenye siasa zile zile zile za kikatili, za utekaji, za utesaji, za mauaji, na ndio maana hata uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanyika kama wa mwaka elfu mbili kumi na tisa na uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini kwa sababu mazungumzo hayakuwepo tena. Utengamano wa kitaifa haikuwa hoja yetu tena, umoja wa kitaifa haikuwa hoja tena, amani ya taifa haikuwa kipaumbele tena. Ushindi wa CCM ndio uligeuzwa kipaumbele katika uchaguzi ule, kwa sababu sasa zilikuwa zimerudi siasa za nginja, nginja, ngangari na ngongori. Matokeo yake tunayafahamu. Naamini kwamba kama Rais Samia asingefanya makosa haya mawili, moja la kutaka kugombea mwaka elfu mbili ishirini na tano na pili la kusikiliza waliomwambia achana na maridhiano, kwa sababu haya mawili yana uhusiano, taifa lingekuwa mahali tofauti na lilipo leo. Minyukano ya kisiasa, uhasama wa kisiasa na haya yote unayoona yasingekuwepo kuwepo, kwa sababu tungekuwa tumerudi kwenye siasa zile tulizokuwa tumeanza nazo kwenye miaka kumi ya kwanza ya vyama vingi vya siasa, na yawezekana tungekuwa tumepiga hatua nzuri kuliko hapa tulipo. Na hapa tulipo tumekwama. Bado tunafikiri tunajikwamwaje? kwa mabavu, kwa mashinikizo, kwa kulazimishana. Na tukilazimishana matokeo ya hicho kitakachopatikana kwa kulazimishana yatakuwa mazuri kiasi gani? Je, tutatoka hapa kwa kushawishiana? Nani anamshawishi nani? Anaanzia wapi? Mtashawishiana vipi wakati wala hamzungumzi? Nazungumza haya mawili, kulazimishana, kushawishiana, kwa sababu ndizo njia kuu za kupata mabadiliko yoyote ya ki.